Dada huyu anaitwa Anna Marko anamshukuru Bwana kwa matendo makuu aliyomtendea Baba. Mtoto wake alikuwa na changamoto ya animonia tangu mwezi wa tatu elfu mbili na ishirini na nne mpaka alipofika mahali hapa tarehe ishirini na sita mwezi wa kwanza, ndipo mtoto wake akapokea uponyaji. Mtoto wangu alikuwa mm, na tatizo la nimonia, anaitwa Jegudieri. Kwa kweli namshukuru Mungu. Alikuwa na tatizo la nimonia kwa muda gani? toka mwaka jana mwezi wa tatu nipo kanyaga hapa tarehe ishirini na sita mwezi wa kwanza mwanangu alipata uponyaji. toka mwaka jana mwezi wa ngapi? wa tatu, elfu mbili na ishirini na nne, ukafika mali hapa mwaka huu elfu mbili na mm. ishirini na tano, ishirini na tano Januari. mm. mtoto alikuwa na tatizo la nimonia. Mtoto huyo alikuwa amesumbuka sana toka, yani kila mwezi alikuwa anaugua kila mwezi. Siku hiyo mm, Mungu nikamwambia Mungu sunipe kanisa sahihi mm. Kila siku mimi nilikuwa ni mtu wa kulia tu baba mm. Nikafika kweli siku hiyo ya Jumapili nikakuta kwenye sifa kwa kweli, ukaita ni wagonjwa nikapita mbele mm. Mwanangu baba, ulimnywesha maji mm, siku hiyo tu baba, mwanangu alipata uponyaji siku hiyo mwanangu alicheza, alikuwa tayari hajiwezi mm. mtoto alikuwa wa ni wakulia tu anakoa pa mfililizo mm. hakuna kutoka nje, mvua ikishanyesha yani baba ni ndani tu. Nikienda hospitali wananiambia, kwani unamtoa nje? Kaa ndani hospitali mm. wanasema kwa taaluma yao kwamba wewe usio namtoa nini nje, hiyo ni taaluma ya kidaktari, usio namtoa kwenye baridi maana baridi, akipigwa na baridi animoni inapanda. Sasa angalau ila apate unafuu hu namweka na kumvalisha nini masweta. Leo anavaa masweta, amevaa sweta, ajavaa sweta. Haleluya, haleluya! Zamu yako imefika leo katika jina la Yesu. Ho mtoto yuko mzima kabisa. Mzima kabisa. Amepona. Amepona kabisa. kabisa. Siku ya leo na hey. Mshangaa Mungu na sadaka siku ya leo baba, nimeipata kwa kweli nayo sadaka ya mwanangu. Haleluya. Unawaambiaje? hey, a unawaambiaje unawaambiaje wana, Mungu. wana wa Mungu. wa Mungu Unawaambiaje wana wa Mungu? Mungu Nawaambia waamini Mungu madhabahu ya Nuru ya Uzima anaponya kabisa ukiwa na imani yani kuwa na imani tu, Basi. Haleluya. Amina. Unaona mtu aliyetendewa, amina, hata anavyoongea unajua kabisa mama alipitia shida kubwa amina. Amina, leo ana furaha katika jina nani? La Yesu. Hivi utamwacha Yesu? Yesu kweli, siwezi baba. Na ndio maana baba sijawahi kuwacha hata siku moja, hata siku moja kabisa. Huyu mwaminifu. Wengine wakitendewa kishapa niko vizuri <laughs> lakini wamejitambua, wamejua msaada wa Yesu ni wa kila siku. Mungu aendelee kukuponya, aendelee kutunza, aendelee kubariki, Amen. Katika jina la Yesu Amen, Amen.